Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification, usipitwe. Huu ni mwezi wa upendo na kila mtu ni mshindo tatu mzuka, milioni moja kwa ajili yako na milioni moja kwa ajili ya umpindae. Okay, tuko jimkana, sehemu ambayo ndo Ruge Mutahaba anapewa heshima yake mwisho kwa ajili ya kwenda kumpumzisha kwa nyumba yake milele. Niko na Roma. Roma heshima yako. Mambo vipi? Sari, pole sana msiba. Nimepoa tayari, asante. Kwa namna moja ama nyingine kwenye career yako ya muziki, Ruge alikuwa na play part gani? Part kubwa, alikuwa kama boss namba moja. Najua tuna ma managers au uh, tuna viongozi ambao wanakuwa wanacoordinate kazi zetu, lakini boss alikuwa ni kama boss. Ruge alikuwa uh, kama boss wangu namba moja, umenelewa vizuri. Kwa kipindi kama cha miaka mitano mfulizo hivi, Nimekuwa naye karibu sana kwenye vitu vingi sana. Uh, kikubwa nachoweza kukumbuka kama watu wanavyojua, Roma na ngoma zake, tena unajua ni mtu ambaye anapata changamoto sana kwenye ngoma zake. Kwa hiyo bosi alikuwa mshauri wangu namba moja, lakini pia alikuwa fighter, mpanaji pale ambapo napokwama, maneno sasa, kufungiwa, mambo ya utekwaji na vitu kama hivyo, bosi Ruge alikuwa amesimama na mimi mwanzo mwisho, mpaka anapohakikisha kwamba nakuwa safe na kunipa mkono kwamba bwana kila laheri tuombe Mungu asirejee tena. Kwa hiyo alikuwa na play part kubwa sana ya matatizo yangu, lakini pia kwenye mziki, kunishauri kipi kiende kipi kisiende na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwenye mziki wangu naweza nika, siwezi kuipa kuipa senti ni, kui ni ngapi, lakini kwa kiwango kikubwa anahusika sana kwenye mziki wangu toka na uwanza na, na ukitoa uki, uki kwamba moment zote ambazo pengine tumeona nyinyi mkizifanya mkishare, unaweza kutuambia moment ambayo unaikumbuka sana ambayo pengine itachelewa sana kutoka kichwani? Nakumbuka ni Fiesta elfu mbili na kumi na sita tulifanya Morogoro, mi sikuwepo kwenye lineup, nilikuja kama surprise kwa Stamina. Kuna kosa nikalifanya kwenye jukwaa na boss Ruge akaamrisha mimi nishushwe jukwaani, umeelewa. Kama dakika ya pili tu baada ya performance, hata sikuwa nimeperform sana. Kwa hiyo akanishusha mi pamoja na Stamina, na alikasirishwa sana na kile ambacho mimi nimekifanya. Lakini nakumbuka baada ya siku mbili, Jumatatu nikaenda ofisini na kuweza kuongea naye na hapo tukatengeneza kitu kipya kabisa, na kumbukumbu kumbu yangu nanaambia, hiyo ndo kama ilikuwa formation ya Rostam. Kwa hiyo nakumbuka ile siku ambayo tumekaa meza moja pale ofisini tukidiskasi mambo mengi sana, lakini sosi ilikuwa ni yeye kunishusha jukwani. Lakini alienda akasamea yote, na nikasajiliwa upya kabisa kuingia katika utamasha la Fiesta, ambapo tulikuwa tunaelekea Tanga, na pale ilikuwa ndo chachu ya Rostam kuanza kama kundi. Wewe umeonaje? ume uh... Hii heshima aliopewa ya mwisho ukizingatia kwanzia daa mpaka leo Bukoba. Heshima ni kubwa, lakini yote tujifunze kwamba yale ambayo wanakuwa yanatenda na duniani matokeo yake ndo anakuwa na haya. Unaweza usiwe na hela nyingi, unaweza usiwe tajiri, lakini au legacy ambayo unakuwa unaiacha basi respect ambayo unakuwa unapewa ndo kama hivi. Unaona, watu wameguswa nao mjua, wasiomjua. Kuna watu walikuwa wamfahamu lakini ndo wameanza kumfahamu. Na yeye mwenyewe aliyewahi kusema kwamba akifariki mengi aliyofanya ni kama yatachipua upya. Nadhani mengi aliyofanya ndo ukubwa wake unadhihirika sasa hivi. Uh, niko pia na stamina stamina, heshima yako mzee. Shwari. Pole sana na msiba. Asante, pole na Asante. Ah, uh, unaweza kushare pia moments ambazo pengine unaweza kumbuka sana, uliwahi kushare uh, uh, na uliwahi kushare Ruge Mutahaba? Mimi nachokikumbuka mwaka 2009 2009, mimi ndo nilikuwa nimeingia kwenye game ndo nimetoa nyimbo yangu ya kwanza, tulianza kufanya fiesta kama wale wasanii wale, waliwale zizo tukuwa kama ndo super nyota Kulikuwa tuko sisi akina Darasa, akina Bagdadi, akina Sumamnazareti, akina Mavoko. Nakumbuka kipindi cha festa zilikuwa zinafanyika mchana. Aliniambia kitu kimoja tu, kutokana na show nilivyokuwa nafanya. Aliniambia kwamba wewe una kitu una kitu kikomalie, kitakufikisha sehemu. Kwa hiyo hiyo kauli ya kuniambia kwamba mimi nina kitu kwangu, ilinipa faraja na tukaendelea kuishi vizuri siku zote, kama hivyo mambo ya basata yanatokea, basi anatusaidia Aliku. Kiufupi alikuwa ni fani wa Rostam, niko mengi sana, utamuenzi sana sana sansana, utamuenzi kwa nini sana bwana? Mimi hapa tu hilo, jamaa ana kitu special, ana kichwa special ambacho sijamkuta mtu kama yeye amepewa. Kwa hiyo mimi naishi kwenye kichwa chake. E, kwa mimi naishi kwenye kichwa chake nikiwa namaanisha nitaishi kwenye vile vitu vyote ambavyo yeye, yeah, alivisimamia na alivisema. Kwa hiyo nitaishi kama nikiwa kama kijana mpambanaji, mtafutaji, kwa hiyo mimi nitaishi kwenye vitu kama hivyo. Apole sana na msiba. Shukrani sana msiba. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification. Usipitwe